Tutoke kwa serikali ati ni one time? Mnakubali hiyo maneno ati tutoke kwa serikali hii ambayo tumetafuta na shida hivi na tumesupport watu wengi hapo nyuma, na hakuna mtu alisema one time. Mzee Kenyatta alikuwa rais wa Kenya for 15 years na alitoka hii eneo letu la Central Kenya, ni kweli si kweli? Kuna mtu aliambia Kenyatta one time. Alijenga barabara zote zile tuko nazo hapa mbele zikaisha. Si alikuwa mtu ya huku, si kuna ile alifanya na ingine hakuweza kufanya. Lakini kuna mtu alimwambia one time? Kuongea mambo ya rais wa pili kwa sababu alikuwa anatoka kule Rift Valley. Lakini rais wa tatu si wa support.